Halo halo halo, sasa tunaendelea na, tulikuwa tumeishia kwenye ukurasa wa kumi na tano katika kinyandiko, ukurasa kumi na tano lakini kat... ni ukurasa arobaini na mbili kati ya 698, tisini na kama ndo mlango wa kwanza. Hakikisha unaangalia stori zilizopita huko nyuma. Sasa tunaendelea na stori So hii inatoka, inatoka kwenye kitabu kitabu ambacho kinafundisha unajimu, naweza kusema ni story, au naweza kusema ni somo la unajimu. Lazima ufahamu, lazima mtu ufahamu asili ya mambo, lazima mtu ufahamu asili ya mambo. <coughs> itoka hapa ni kwa aje sasa? Katika soma soma hii hii somo tulikuwa tumefika kutoka, kwenye kurasa namba kumi na tano.

Huyu jamaa alifungua shule pale la unajimu kwenye hizo kifua cha course. Story imemtaja taja sana. Yaani ameleta mchango mkubwa sana katika ku, uh, ku organize, ku organize ya mambo mbalimbali. Alikuwa scattered akawa organize ili aweze kuleta maana na iwe rahisi kutafsiri, lakini vile vile uweledi wake katika kutafsiri matukio mbalimbali. Na kwa unajimu anaweza kumtajia mtu maisha yako, yaani hivi na hivi, na basi ikawa hivyo kama alivyokutajia, na nakwambia hadi akafanikiwa kufundisha watu baadhi baadhi viasi vit, huyo akaja akataja wanafunzi wako wawili, am alifanikiwa kufundisha, alifanikiwa kufundisha watu baadhi akawataja wao kwa majina Antipata na hiyo na huyu Asonodorasi huyu. Kwa hiyo inaonyesha moja kwa moja kwamba jamaa ana mchango mkubwa sana katika, katika, katika katika historia au asili ya unajimu kutoka kwenye kwenye lugha ambayo isingeweza kueleweka kwa wakati huu, hadi kuleta kwenye Kigiriki ambao hadi leo kinaeleweka miongoni mwa watu. Cause was a part of coffee confederations of island in the agency that come under the control of the

k bado anamsimiria jamaa mchango wake mkubwa katika ku katika katika hii hapa

jina lake lilikuwa mwalimu aliyemba alifundisha sana unajimu alifundisha sana hadi hivi anasimulia mchango wake mkubwa katika kuanzisha In other way, regardless of whether the specific legend about the Berossus are true we do know that Mesopotamian astrology was transmitted to the West during this period. And there is evidence that some of the earliest the Greek texts on ia inaeleweka kabisa kwamba elimu ya unajimu kule Giriki inaeleweka kwamba ilitokana na kutafsiriwa kwa maandiko yaliokuwa yameandikwa kwa lugha ya Kimesopotamia kuja Kigiriki, kwa hiyo ndio inavyoelewa.

kwamba zilionekana zilionekana mbinu mpya ambazo zilikuwa kwenye maandiko ya Kigiriki zilikuwa kwenye maandiko ya Kigiriki ambazo zilikuwa zimechanganua namna ngumu, tofauti na ile ya zamani ambayo imeandikwa na Mesopotamia kwenye zile nyalizi zamani zile zile zile kumbukumbu za zamani zilizokuwa wameziandika kwa hiyo ilipatikana hiyo namna ngumu. Baada ya hiyo Belosasi, hiyo Beyblosasi, hiyo zilipatikana huyo mtu, ambaye ndio mtu ambaye alikuwa maarufu, alikuwa anabadilisha ile lugha ya Mesopotamia kuja kwenye Kigreek, kwa ndio maana namtaja. Kwa hiyo Hellenistic Astrology, uwezo kaacha kumtaja mtu ambaye alileta mchango mkubwa sana na baadaye zikaja kupatikana hizi nakala ambazo zilikuwa zina chati za kuzaliwa na ambazo zilikuwa na mbinu mpya za kuchanganua mambo ya unajimu, ukiachana na ile za zamani za kale. Kwa hiyo ilikuwa na mbinu mpya mpya ambazo ukasema, zilikuja hizo mbinu mpya mpya zilikuwepo baada ya kuwepo kwa huyu Berossus.

Four-fold system of astrology familiar to modern western astrology become full established in converging moja the planet mbili the sign of a zodiac tatu concept of aspect nne the doctrine of the twelve houses this system is known as Hellenistic astrology kwamba katika kipindi hiki mambo manne yalikuwa yanazingatiwa kwamba sayari gani. Jambo la pili lilikuwa ni alama ya zodi ya kigani. Alafu sasa, alama ya tatu ilikuwa inakuambia inahusiana na kitu gani. Alafu kitu cha nne, doctrine of 12 houses, kwamba ni nyumba gani, ipo kwenye nyumba gani. Kwa hiyo mambo ndio alizaliwa katika kipindi hiki cha Hellenistic astrology. defining, defining, defining Hellenistic Astrology, Hellenistic Astrology appear to have originated in Egypt

ni astroloji ambayo ilikuwepo kuanzia karne ya kwanza. Ni wakati wa utawala wa Roma ile baada ya kufa kwa Alexander dynasty hadi huyu alienda kwenye hicho kisiwa na kutafsiri. you know, zamani hakukuwa kumbukumbu za namna ya kidijitali ambayo kama unaweza ukasema kitu kikaeleweka kwa alikuwa ni vitu vya kukisia kisia, kama vile ambavyo unaweza kumuuliza bibi yako kama hizo ulizaliwa lini, anaanza kukwambia ah, kipindi kile kulikuwa na mti mkubwa pale, akwambia tarehe leo, utashangaa tu ameanza kukutajia matukio. Kwa hivyo baba alisema ni wakati ambao sisi kwaje, kuaje, mazao yakawaje hivyo. Kwa hivyo vitu ambavyo nimewakia sana, kwa ndo maana tunasoma historia hizi, kwamba Hellenistic astrology ilikuwepo kipindi hicho za karne ya kwanza, unaelewa, na kipindi hicho ndicho ambacho maneno yalikuwa yanaangaliwa na Unaweza ukamsoma hatima ya maisha ya mtu kwa kuangalia hivyo vitu. Similarly, Hellenistic astrology tunaweza as tukasema, ni astrolojia ya Roma, ni unajimu wa Kiroma, au badala yake muda mwingine tunaweza tukasema ni unajimu wa Kigiriki, mambo mbalimbali Greek, kwa sababu vyanzo vingi au tuseme nakala nyingi zilikuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Ni astrologia ya Kigiriki, sisi sema hiyo.

Haya mambo likuwa meandikwa kwa lugha ya Kigiriki, kama vile ambavyo sasa hizi mambo mengi yameandikwa kwa lugha ya Kiingeleza duniani. Sasa kipindi hicho sasa ilikuwa ni Kigiriki, kilikuwa ni Kigiriki tu, Kigiriki, Kigiriki tu ndio ilivyokuwa.

To define the lasting influence of that Greek culture on. kwa anakuja kudefine kwamba neno, kwa nini Hellenistic astrology. Hellen, anakuambia Hellen means Greek. Hellenism inatumika ku kuelewesha ku kwamba ni kitu ambacho kilikuwa na msukumo wa Kigiriki kama unavyosema, unaweza ukasema kitanzania, ndio hiyo Hellenism nasema yani ugiriki mm -hmm. from the first century this process continue on into the roman empire due to the roman assimilation or adoption of greek culture traits this is part of general process known as hellenization in which different cities and culture would would actively or passively

That he uh, so living, uh, um. Bado anaendelea kusimulia kwamba jinsi ili jambo lilivyo la Kigirikigiriki, yaani hapa inazungumziwa asili ya unajimu hadi ujaupati asili unajimu. Unajimu ulianzia wapi? Tumekuja tumesoma Mesopotamia, tumeangalia Egyptians kwamba ilikuaje. Baada ya Egyptian ikawaje, akaja Roma akaushikilia sana, ukatapakaa kwa lugha ya Kigiriki. Kirii ndio kinachosimuliwa hapa kwamba mambo iendelea kuendelea hivyo na hivyo. Aya, tunakuja kuhitimisha kwamba mwisho wa siku Hellenistic astrology haijulikani kwa sababu hakuna hakuna kielelezo ambacho kimedhibitisha kime, kime kwamba Hellenistic astrology ni ya uh, wapi. Bosi ndio 6th century reading of appearance

flourished under the patronage of the king in the area Ptolemaic period from here wapo, onward is a library of some of its pamoja oh, yeah. Ile, ile, ile library, ile maktaba ilikuwa imeshamiri sana na na maarifa mengi, lakini ilikuja kupoteza baadhi ya taarifa as well as some of its book due to fire and other disasters kwamba kutokana na ajali ya moto ilipoteza hivyo vitu. Kwa hiyo sasa, kitabu hiki wakati kinaandikwa, kitabu hiki ambacho tunakisoma sasa, wakati kinaandikwa, kulikuwa hamna zana ya, um, kulikuwa hamna nakala ya kueleweka ambayo inaweza kasimulia kitu ambacho kinaeleweka. Ndio maana unakuja unaelewa kwamba ah, na fulani yule alisimulia hivi na hivi, hivi na hivi, inaweza ikawa hivi na hivi. Ndio tunachokisoma hapa sasa. Kwa ajili gani? Nani, library, library, library, library, maktaba. Maktaba, maktaba ya vitabu maktaba ya hiyo kumbukumbu ilipoteza baadhi ya vitu kutokana na ajali ya moto na majanga mengine. Sasa hatukujua ni kwa ajili ya namna gani, lakini ni katika utawala wa Roma. Sasa hatujui ilichomwa kwa namna gani. Hapa nataka nikurudisha kwenye story. Kuna moja, kuna jamaa mmoja anaitwa Master Shua yule jamaa mara ma atakuja kuambia amewahi kuzizungumza ni kwamba waliiba kumbukumbu za Afrika pale Misri wakaenda nazo. Alisema waliiba sheria si, ziko kumi na mbili si sheria kumi na mbili za utajiri kaenda nazo, tumezifuatilia hadi leo hatujazipata, wanazungushazungusha, zinatakiwa zirudi Afrika swi na nini. Alikuwa anasimulia vitu kama hivyo. Hata ukimsikiliza, kuna jamaa tochionda Wachionda, naye huwa anataja hii habari kwamba ile maktaba ilichomwa moto. Sasa sisi tumekuja kusoma o, tumesema kwamba ile maktaba ilipoteza hizo kumbukumbu na records kutokana na ajali ya moto na majanga mengine. Sasa tuwezi kujua hiyo ajali ya moto ilitokana na nini. Kwa hiyo the lack of surviving written evidence from the Hellenistic era is not phenomenal limiting limited to so historians

Kozo zilikuwa ni simulizi tu, zinaelezewa, zinasimuliwa kutokana na kila mtu alisoma kwenye chanzo gani, ndio ikawa inatengenezwa kwa hii. Bwana, habari ya unajimu imekuja kuganyika, imeleta mambo mengi sana unajimu huu. Unajimu huu unaweza kusema ndio chanzo cha sayansi na teknolojia. Unajimu huu ndio chanzo cha dini. Unajimu huu ndio chanzo cha uchawi. Unajimu huu yani ndio chanzo cha dini. Yani dini zote, yani sio Kiarabu, sio kinini Ukisema hmm. Ukisema dini ya Kiarabu ndio hiye Mesopotamia. Kumbuka, Mesopotamia walikuwa na mambo yao ya zamani hayo. Aya, unakuja kutaja Roma, Roman. Hizi dini zingine za Kikristo hizi ni, ni uasi ndani ya Roma tu, lakini Roma, dini ya Kikristo, Roma na Kiarabu, labda ni hizo imani hizo imani hizo zao kama ulivyo Roma wenyewe wamekuja kuikuta tu, wna walikuwa na utawala mkubwa, wakapata access ya zile, ya ile maktaba ile ya hizo vitu kwao, wakaunda vitu vyao hivyo, lakini kwa Kiarabu ni vitu ambavyo ni kama ni asili yao fulani hivi, yani kama ni asili yao fulani, kwa sababu hata wa Roma wasinge zisingetoka text kutoka Mesopotamia zikaenda Egypt pale, wa wakazikuta na nini, zikatafsiriwa kwenda kwenye Kigiriki, ingekuwa ngumu kidogo, lakini walizikuta zipo. Ndio maana zilikuwepo tangu kipindi cha Alexander because the last surviving, kwani kitu ambacho bado akijakaa sawa kwamba unajimu jimu ulikuwaje, ukatokea wapi, ukaingilia wapi, ila anachoweza kusema ni kwamba baadhi ya watu walichukua hizo kumbukumbu za zamani wakazimiliki. Sasa mtu anayemiliki siri anaamua yeye akupe siri gani, kitu gani akwambie, kitu gani si asikwambie. Sasa kichukuliwa na mamlaka yenye nguvu kama Roma kipindi hicho, kwa kipindi hicho Manake ni ngumu sana ku kuwa exposed au kuwekwa hadharani kwa sababu watu wage watapata utambuzi ambao hawatakiwi, akaweka tu hizo iwe kama ni siri tu. Mimi nafikiri kwa leo tuishie hapa, aafu baada ya hapo tukija kuendelea. Tumeishia kwenye ukurasa wa kumi na tisa, tukija kuendelea na stori yetu nzuri kabisa kwenye chi kitabu; ni ukurasa wa kumi na tisa lakini ni ukurasa wa arobaini na sita kati ya mia sita tisini na nane. Tutamaliza tu taratibu stadi yetu nzuri ambayo itadumu vizazi na vizazi.